Zamu yake Lilian Mtono kuweza kutuambia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu nimemwona akicheka sana kulingana na yale maoni yanayoandikwa mitandaoni. kwetu Lili, kulikoni? Ah, ah, sijasema ucheke tena, si unanikumbusha. Ah, hapana Lili, nimekuona hoi, sijui wanasemaje huko mitandaoni Saumu. Naam. Kwanza nataka niwakumbushe kwamba uh, wafuatiliaji wetu, wasikilizaji wetu kwamba tuna kurasa zetu mm -hmm. za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Sasa huko kuna mengi tumeweka, lakini kilichokuwa kinanichekesha leo ni maoni ambayo alikuwa anatolewa kwenye ile katuni eh, ambayo tumetolewa na mwenzetu mic Said Michael amechora amechora katuni, mm -hmm. ambayo inaonyesha mzozo ulitokea mwishoni mwa wiki iliyopita mm -hmm. kati ya mbunge Joseph Msukuma, huyu ni wa Geita vijijini mm -hmm. na mwekezaji huyu anaitwa Rashid Kwanzibwa mm -hmm. ehe, sasa ile video inajisambaa kwenye mitandao ya kijamii huko mm -hmm. nyumbani, lakini tukamwomba naye eh, Said Mike atuchorie. Kwa hiyo akatuchorea pale maoni sasa mm -hmm. <laughs> upande wa pili kule, na shindwa Lili, imekuwaje? Unasema aa, Saumu, kwenye maoni kumeniacha hoi, kwenye maoni kumeniacha hoi, lakini machache Uh, John Mwandu wa Dar es Salaam anasema kauli za mwekezaji kujiona kama mfalme wa kisa kisa, ana kigogo Ikulu na kujibu jeuri. Hata ningekuwa mimi lazima ale makofi, haijalishi nguvu alionayo mwekezaji, alipaswa kutumia busara. Kama inaonekana inaonekana, alikuwa mana, mana alikuwa maana, inaonekana na taarifa juu juu ya kamati hiyo ya almashauri mm, ya yeah. na Thomas Mayunga anasema migogoro ya kijamii haimalizi kwa hisia, maana yake ugomvi huongeza tatizo, lakini busara na hekima hutuliza ghasia kwa vile kutoelewana, ni kama yeye anaona ni kama hakukuwa na hekima e, mpaka ifikie watu wazichape. mm -hmm. Ilikuwa imeenda sana. Ilikuwa imeenda sana na mm -hmm. John Francis anasema hadi mwisho wa mpambano ni nani alikuwa na pointi nyingi, mwekezaji au Msukuma? <laughs> Kwa hiyo vitu kama hivi vilikuwa <laughs> vinanichekesha, lakini mm -hmm. napenda tu watu waendi kule kwenye mitandao yetu, Facebook na Instagram, wataiona hiyo katuni <laughs> Maoni, alafu watafurahi watafurahi wenyewe mm -hmm. na kitu kingine ambacho nimekiona bado kinasambaa kwenye mitandao ya kijamii tangu, mwe, tangu tangu weekend, Saumu mm -hmm. ni namna Marekani ambavyo inapambana na dhoruba ya theluji, hali ni tete e, na picha video zinaonyesha namna watu wanavyopambana huko na inaelezwa kwamba athari zake zinaweza zina kugharimu taifa hilo zaidi ya dola bilioni mia moja. Mm. na majimbo kumi na saba yameathirika zaidi na hadi sasa inasemekana watu kumi na sita wamefariki. Nimeona mm. video moja inamwonyesha meya wa New York Zohran Mamdani naye akisaidia juhudi za kuondoa theluji ambayo imejaa barabarani na maeneo mengine hayana umeme. Jiji la New York sasa linatajwa kuwa na baridi zaidi kuliko hata Alaska ambako mm. kunaonekana kuwa na kuna baridi zaidi. Kwa hiyo kwa ujumla, hali ni mbaya Marekani, kazi zimesimama, shughuli zimesimama, usafiri, mabadiliko ya tabia nchi kwa ujumla. Bila shaka asante sana Lili. mm. mwelekezi anaashiria kwamba muda umekataa, tuendelee na anayokuma mm -hmm. ku mitandaoni mm, lakini alau tusome ujumbe wa waliotutumia kupitia mitandao yetu. Mimi nianzie pale Facebook, anasema Eric Maiyo, nimeitegea sikio dochivele nikiwa Mombasa, Kenya Mie huko huku ofeeiia anasema siasa za Kiafrika ni kizungumkuti. Wakili Kabuji anasema upinzani Afrika Mashariki wanapitia wakati mgumu sana na Filipo John Bosco akiwa Tanzania anasema hongera Yoeri Museveni kwa kufikisha miaka arobaini madarakani, la sasa inatosha. Yani mm. Nahika tu ni Saumu <laughs> nakuambia, nawe nenda kaone huko. Sambache Juni anauliza Afrika tunaelekea wapi, mbona tunauana wenyewe kwa wenyewe? Na Freeman Imran anasema anauliza huko Kenya kulikoni? Petro Mathias ametuandikia anasema kwa kinachoendelea huko Uganda kinaonyesha kuwa Afrika bado sana kujitawala. Godi Elia akiwa Mufindi Tanzania anasema Yoeri Museveni ameongoza miaka mingi sasa, achie wenzie. Ruben Bandora akiwa Dodoma anasema Museveni anaikandamiza demokrasia ya Uganda, hakuna haki kwa raia wake na upinzani. Aden Mwalongo wa Iringa Tanzania anasema Museveni achie madaraka, wengine waongoze, huoni kuwa unakiuka taratibu za kidemokrasia? Matete Magesa ametuandikia kutokea Mwanza anasema Rais Museveni wa Uganda unapaswa kuangalia upya hali ya siasa nchini mwako. Na Kaya Sangito anasema watawala wasiotaka kuheshimu maamuzi ya wananchi hutumia lugha ya kuwaita siasa wengine wa upinzani magaidi wa, hi, wa haini na kadhalika, na kutumia mwanya huo aidha kuwaua au kuwapoteza ili waendelee kubaki madarakani. nam ni some ujumbe wake. Gideon Novath akiwa Kero anauliza Urusi na mu Ukraine mutapigana mpaka lini? Charles Amuri anasema ukandamizaji wa upinzani na wakosoaji wa serikali ya Afrika Mashariki ni wakutia hofu na wasiwasi wasi. Musa Zuberi Kabumaya ametuandikia akiwa Kulechanika, yeye anasema miaka arobaini ya utawala wa Rais Yoweri Museveni iwe ya mwisho hili aondoke madarakani kwa heshima. Na Aaron Julius anasema siasa barani Afrika ni pasua kichwa. Sabrina anatuandikia kutokea Ukonga, anasema hayo mauaji yanayoendelea huko Marekani yanaonyesha picha mbaya kwa taifa hili. Asante sana Lilian Mtono kwa ujumbe huo. Na msikilizaji, ndio mwisho wa matangazo jioni hii. Asante sana kwa kutuazima kiungo chako muhimu cha sikio. Hadi wakati mwingine, kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama, ni kutakie jioni tulivu.